Mimi niko na maneno matatu ma peke yake. <laughs> Na mujunga wewe msichana ameenda wapi? Pay security. <laughs> <laughs> Aka wapi msichana? Aka hapa kwa hiyo kiti yangu hapo, ama eh yeah, bas. Ako na kiti hapo. Mumefurahi? <laughs> Mnanijua? <inaudible> Mwai <Mumae>, niona? Ebu <inaudible> jamaa niona, inua mikono? Kwani ni nyinyi wote mnanijua? <laughs> Bas. Si tumefika? Si tuliwaahidi siku ile tukasema tutakuja kufanya empowerment. Si rais anafanya maneno ya mama mboga ya sokoni na huyu naibu wake. Sasa sisi tumekuja kuinua wale wa chini, wale wa boda, wale wa saloon, wale wa duka ndogo ndogo. Hiyo maneno. Lakini huyu mjumbe wenu sio mtu mzuri sana, wacha niwaambie. Hii kitu ya empowerment ni mimi nilikuwa nimepanga. Walikuwa nafaa kuja kwangu mwezi wa tano. Lakini ni mkora. <laughs> Sasa ngoja sikiza. Wakati wa mradi aliniambia twende wa Aramba ya kanisa iko hapa mpaka eh, Kidhunguri. Akakuja akaniambia hapana. Unajua kanisa inaishanga saa saba. Baada ya saa saba, wewe kuja kwangu tufanye empowerment. Na akanikoroga mpaka nikakubali. Akanambia wewe ndio. Si ni kweli? Lakini Mungu ni nani? Si Mungu ni Mungu. Jana juzi nikaambia kawa Ichungwa. Sasa tunaenda kule asubuhi tukuja saa nane kwa kawa njiko. Lakini Ichungwa tupage panga maneno namna hii. Ichungwa akaniambia kuna waya wengine wacha niunganishe kwa sababu wanakwanga muti wa waya, lakini wacha nikusaidie ni leo waya wengine. Jana asubuhi chungu akanipia akaniambia lakini usiambie mtu. Nimeongea na DB na atakuja. Sasa nirudi nyu. Mnatukaribisha hapa Kiamba. Niwaulize watu wa Kiamba. Wacha niwaambie na mnisikize. Wakati tulikuwa tunawaomba kura, tulikuwa tunaimba, tunafanya nini? Tunafanya nini? Si kweli? Na mkatupatia kura zenu, kutoka kwa MCA mpaka kwa rais. Ni kweli ama ni uongo? Lakini saa hii, kuna watu wanawadanganya, eh, hey, sijui hii ijafanyika, hata wewe mama ukiwa na mimba utapata mimba leo na kesho kutousa mtoto na atembee na, na akule.